Hii ni MTV News, DRC. Leo ni Jumamosi 22. Leo tunatembelea katika kata la Turunga huko Nyiragongo pembezoni mwa mji wa Goma. Turunga ni eneo linalokuwa na watu wengi ambao kwa sasa wapongeza hali ya usalama baada ya eneo hili kudhibitiwa na ICM 23. Tofauti yenye iko vriman ba soda wenye balikuyaka turu ya kwanza, viko bien dike kuongea. Zamani tulikuwa naona soda unakimbia, lakini lokoona soda najasiriki. Umepata salama, haugope tena kusogelea jeshi. Hali yake usalama ni salama, mea iko 100% juu watu wote hababadilikake kwa limoe, lakini usalama kameme tunaiona iko sawa. Na zamani tofauti iko hii. Eneo hili lilishuhudia matatizo makubwa siku zilizopita, kama wanavyoshuhudia wakazi wenyewe. Jina hmm, langu ni Katembo Kakonda Flavie. Katembo, hapa ni wapi? Hapa ni Turunga kabisa. Tuambie hali ilikuwaje zamani na leo imekuwaje. Hapa ilikuwa matata sana, ulikuwa hauwezi ivuka hapa parciliya diute kwanza kuanzia kwa motare walikuwa wanazoea tia e, mabariere ya mizumari hapa, moto inakuya, wananyanyasa wana, lakini leo leo ile mambo ishakaisha kabisa. Hali ya kiusalama iko je? Usalama ni sawa kabisa, tunaanza lala vizuri, unalala na uko na imani ya kwamba utakucha, lakini kwa mbele haikukuwa vili hata panya ilikuwa ikapita mu nyumba wasi, unalamuka na kupiga kelele kama wabandi wanaingia ndani ya nyumba na parsele. Yani mtu alikuwa hana spari ya kuishi, hakuna kabisa. Ndio maana tunafurahi kwa chama kwa kazi kubwa ambayo inaendelea kufanya, alafu iendelee vile na tuko na ile nia ya kujiunga, lakini sasa tulishazeheka na majukumu ilishakuwa mingi sana. <laughs> na vijana vinasema vile vyenye vinahitaji kujiunga vinaweza kuwa pendekezo mzuri zaidi, e, sababu biko na masharishe majukumu za mingi ndani ya jamaa zao, wakuwa hata wanapana kidogo kusudi ule kijana mwenye amejiunga acha hata kidogo kunyumba ili aweze kuenda kufanya kazi kule, lakini pamoja na hayo wengi wakilalamikia njaa na ukosefu wa pesa na leo maisha yakiwa magumu hapa. Tumekutana na kiongozi eneo hili ambaye anaongoza vijiji kumi na saba ikiwemo mja Okay ni hapa nyuma Geregere, niko na swali mbili za kuuliza. mm-hmm. Swali ya kwanja siwi kama niseme nina watuma wala kama niseme nipendekezo wala kama niseme nini, wazi si yetu wa shoferi ya bisi ya ya bisi hii, barabara yetu haina parking mpaka birerei, sasa leo

Leo tulikusanya wakaaji wetu wa village Turunga na village Vyungu. Ilikuwa ni kulingana na program ambayo ilishughuliwa na wakuu viongozi kusema tuweze kufanya meeting populaire ili iweze tupermetre kusikia malalamiko ya population na vilevile kufikishia population message fulani fulani ambazo zinapasha kuwapatia mwelekezo wa kujua kisi kutembea wakati ambao tuko ndani ili tuboreshe usalama na maendeleo ya mjini wetu. Ukilinganisha usalama mbele na leo ukoje? Kwa leo kuna kama badiliko sana, sababu kwa muda uliopita mbele, chama ifike hapa, tulikuwa tunapitia mateso mingi. Nitakamata mufano ya fenomeni 40 fore, kulikuwa wachambazi ambao walikuwa wana wanajiuga wanashificha manyumba ya bangi, mchana kati magharibi wanapanga maoperasyon ya kushambulia populasyon, lakini kwa leo tangu tuko na jeshi letu la 23 kumekuwa mabadiliko, sababu kulikuwa operesheni zilifanyika za kuvrefe za kukamata wale wajambazi. Fulani fulani walishikwa wakaweza kupata adhabu, na wengine mpaka leo walipata mashauri fulani fulani, na wamekuwa wakaaji wazuri kwa leo. Tunaendelea kuona usalama, sababu usingizi umekuwa leo, wakaaji wanatoka wanatembea kwa uhuru wanarudi vizuri. Kwa kweli kunaweza kuwa mashida fulani fulani, sababu tuko duniani lakini kwa leo kwanza, usalama ile priorité de priorité ilikuwa ni kupata usingizi usiku na kutembea kufanya kazi, mtu akuwe uhuru. Nikusema kama mimi peke ni mshuhuda na raia kisi mumesikia hapa kwa leo, usalama imekuwa na tunasali kama tukiendelea hivi collaboration entre population na sisi viongozi na maservisi de sekurité tatupermetre kusukula vizuri mugini, ili tuweze kufikiria vile vilevile kumambo wa maendeleo ya mugini yetu. Jina lako tena? Kwa majina mimi ni Sadiki Maliro Thomas, nikiwa chef de village Turunga. Hapa viongozi wa M23 wametembelea wakazi na kuwahamasisha kuhusu kujenga umoja. Shimi Imana Rukundo Juvenal ni kutoka ofisi ya gavana wa Kivu Kaskazini Erasto Msanga, upande wa ICM23. Nchi yetu likuishafika pabaya juu ya kubaguana, watu wanachinjana, wanakulana, wanatamakaraazokeu. Ile nchi hatuitaki sisi, tunapenda watu waishi kwa umoja. Sababu hakuna komunate ambayo itafukuza ingine, si ndio? Mnaweza penda mwishi mwinchi neo wenyewe na mko na ndugu. Mzee amesema penda jirani yako kama unajipenda wewe mwenyewe. Ile neno naficha kitu kingine, penda mwenzako jinsi unajipenda wewe mwenyewe. Inamaanisha kwamba mbele upende mwingine, ilifoausikia dutano ya kuhipenda Upana ya kujipenda ulipatia na mtu mwingine. Tumetumelea Turunga mwile kadri yetu ya proksimite na population, kongea na population, kujua population inakumua namna gani, na kujua shida zao, na nyingine kuwahimiza population kuachana ubaguzi, na kama kuna vijana huko, kuwahimiza waingie kwenye jeshi letu RCM. Ni ujumbe gani muhimu umewaletea? Ujumbe muhimu hakuna ujumbe muhimu kushinda kufundisha popurasio yetu ambayo serikali ya Kinshasa iliwafundisha kugawana, kugawanyika. Ujumbe wetu ni kwamba wakuwe raia moja, waishi kwa umoja na amani bila kubaguana. mm -hmm. yeah. Alafu tukikuuliza Turunga kwako ni nini imekuvutia kwanza kutoka ofisini mpaka kuja hapa? Unajua ah, Turunga kabisa ilikuwa baso ya hao wazalendo kwa sababu ya Turunga iliteseka sana sana kabisa, ndio mara tumekuwa kuwapongeza kuambia, na kama kuna hao majambazi hizo FDLR hizo wazalendo ambao ziligana na vichama wazitowe, na kwa sababu ya Turunga wana wazazi na wazazi ambao wanaishi huko Mugano ambako kwenye ADF inamaliza watu. niko naambia vijana wa Turunga kumaliza hiyo fenomeni ADF ambao ilichinja watu tangia mwaka wa 2014 mpaka leo wajitolee wajunge na jeshi letu ambao iko determine kuleta usalama inchi yote ya Kongo mzima. Wajitolee wakuje tusimame pamoja, tusimamishe hiyo mauaji sababu wamoja wa ni wakimbizi wa, wa wengine wa ndugu ambao wanaendelea kuchinjwa huko tu, turevee konsiansi yao nao wasimame wasiku tu kuonelela hali ambao naendelea kumaliza wazazi wao huko grano, wakuje tujunge pamoja tumalize hiyo message kwa vijana nikusema watoshe mikono mifuko usalama ya mugrano wao, ndio wataileta usalama ya nchi yote ya Kongo. Hao ndio wataileta. Ndio hiyo mesaji ambayo napata vijana tuatraiw unajua. <therese> hao mazungumzo ya dua wengi wanifuata kwenye mitandao, lakini kirezime kidogo ni kwamba jeshi letu na jeshi la Kinshasa tutakubaliana kwamba tutapiga hizo magrupe arme nationau na etranger, yaani miongoni mwa kuna wazalendo ambao tutapiga nao. Sasa wazalendo wameona kwamba Chisekedi amewadanganya, sababu tutawapiga pamoja na jeshi la Kisekedi. Watoto wajiunge wakuje mbele ya wakati tutumie kazi pamoja nao Asante sana. Alafu la mwisho ni kwa nini vijana wanajiunga na FC M23? Kwa sababu so tumeona vijana wanajiunga hapo. Ndio, wanajiunga sababu wanajua tunapigania kitu ya kweli. uongozi mbaya ambayo ilikuwa hapa ndio inaacha, walishafurahia uongozi wetu mzuri na njo wanajiunga sasa na sisi sababu uongozi wetu ni uongozi wa raia aiasaangozi niwanyanyasa. La mwisho unajisikiaje kusikia raia wanasema wamepata usalama? Kwa sababu hata ninyi wenyewe ilikuwa vigumu kuja fanya mitingi hapa. Ndiyo, wakati raia wanatushuhudia kama kuna usalama tayari, hiyo ni furaha kwetu, ni kuonesha kwamba tageti zetu tumezifikia Unajua, tageti zetu na kado spesial ambayo tunaweza patia raia yetu ni usalama, na wakati wanaitemwanye hiyo ni furaha kwetu, na inatuhimiza na inatupatia nguvu kusudi tuifikishe musampe sana. Alafu nasema kwamba tageti yenu ni raia, ndio kusema nini? Raia ndio ilimeteseka sana, raia ndio imenasika sana, ndio bana target yetu ni raia hamasa zikiendelea katika sehemu mbalimbali kuhubiri umoja na kuacha ukabila. Anderson ni kiongozi wa mobilization wilayani Nyiragongo. Wakiwa wa majeshi zetu nao hawalali usiku na mchana ili nyinyi nami na wengine ndugu zetu tupate kusinzia, tuishi nani ya amani. Nasikia vijana wanasema tuko krizi, hakuna franga, njala. Ni kweli sasa, tusikilizane vizuri. Unaona ile njala yenyewe tunasema leo, ni wakati ya kidogo ni wa muda, hata unashiba hata unakuwa na pesa nyingi, kama hauna sekurite, utaweza chonge ile pesa kweli? Ya kwanza ni sekurite, na huko vitu tatu ambavyo tunapigania huko trois choses yenye iliacha tunachukua silaha. Kitu ya kwanza ilikuwa umoja, kwani uongozi mbaya ya Kinshasa ilikree division ndani ya peuple, ndani ya wakaaji, ndani ya Wakongomani, ilikree division na walifa siasa ya kudivize pour mieux regner, jur watuikalie, watupandie, yule watukanyangie, balianja tugabula wakasema unakuwa wakongomani kushinda wengine. Hiyo mambo ya makabila ya watu ambao wanaweza wanakuwa wakongomani kushinda wengine haiko, hakuna mukongomani kushinda mwingine. Hii Kongo ni yetu sisi sote, hii Kongo ni yetu siobote. Tuko na droa ya kuishi ndani ya nchi yetu tuko na droa ya kuongea lugha zetu. Nakumbusha ya kwamba kunakuwa diversite culturele inakuwa parmi marichese zai nchi richese. Haiko tuma minerel, ndugu zangu, haiko tuma or maiama makasiterit makolta yayengine yengine maminere haikolejo. Richese ya nchi richese ya nchi yetu inakuwa pia ile 450 tribu, yaani ile kabila ile makabila za mingi inakuwa pia richesse. Dayere njo richesse principale ya nchi na tunaiwa hili. Richesse kubwa ya hiyi nchi ni makabila za mingi, uleni munande, uleni mkumu, uleni mushi, uleni muhavu, uleni murega, uleni mkongo, uleni muluba. Kisha sasa hii richesse kubwa ya nchi yetu inavaa, tunaiexploite positivement tukiishi ndani ya umoja, ndani ya upendo. Hata maandiko matakatifu inasema penda jirani yako kama unavyojipenda, penda jirani yako kama unavyojipenda. Jirani ni nani? Jirani ni nani? ile ndugu ya fabrikamilishi huku wakiomba wazalendo kuwa makini, kwani baada ya makubaliano itakuja muda wa kuianza msako wa vijana wazalendo. Kwa sasa wakaazi wakiomba maisha ya kuboreshwa, ila M23 ikiomba wakaazi kufanya kazi na kuepuka ku